Takriban Wapalestina 27 wameuawa katika shambulizi la angani lililofanywa na Israel katika shule moja ya kaskazini mwa Gaza iliyokuwa ikitumika kama hifadhi ya familia zilizopoteza makazi. Makumi zaidi walijeruhiwa wakati shule ya Dar al-Argam katika wilaya kaskazini mashariki ya Tufa ya jiji la Gaza iliposhambuliwa. Hii ilinukuliwa na hospitali moja eneo hilo la Gaza. Jeshi la Israel limesema liliwashambulia magaidi mashuhuri waliokuwa katika kituo kikuu cha udhibiti cha Hamas katika mji huo, bila kutaja shule. Wizara ya Afya